ako hapa, dalili hii ya kuungwa mkono na ndugu zangu Waislamu wote, wakina baba na wakina mama, na katika wilaya zote, nikishindwa kufanya mambo mufti ni laumu, nikishindwa ni kufanya mba, ni laumu mimi, sababu dalili zote zinaonyesha Waislamu wa, wa maeneo wa yangu wako tayari anakkojakoa tangu mtokee msiba wa shehe wetu bindi mochi ehem, naushirie na, kabla sijaendelea, tusomeni kwa Allah mmoja, Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hiyo sisi, amani lazima tubindi ienzi na ni jambo letu, sio jambo la kulazimisha namtu. Kila mmoja anao umuhimu wa kulinda amani. Kwa hiyo tulinde amani kama Waislamu. Mashekhe wangu maimamu, makhatibu misikitini, na nyinyi mlio mlotowanadhi katika hadhara mbalimbali za maulidi za nini, mihadhara adhara, ihubirini amani kwa nguvu zote, mwaeleze watu kuhusu amani na mwatosheleze mpaka mtuatoseni, kwamba amani, uislamu umesemaje kuhusu amani? Ha, almuslimu man salima almuslimuna al min nisanihi wa yade, muislamu ndio huyo wasalimike watu wengine na madhara ya mkono wake na madhara ya ulimi wake, wawe na amani, asiwadhuru, asiwaseme vibaya, kwa sababu kuvunja heshima ya mtu ni maasi makubwa. Hiyo ni amani. Lakini tarehe 29 Oktoba, tutoke wote kwa nguvu zetu zote, mapema baada ya salatul fajiri, na baada ya kuvuta nyirani zetu eh? Na nyiradi nyingi tutasoma baada ya swala eh baada kufuta eh? Bas, ya kuvuta nyiradi zetu, basi toke wengine, hapa mna nyiradi ya Hizbu Bahari, Hizbu Nasri eh? Watu wa kusini wanapenda sana so someni nyiradi zenu, malizeni, nendeni kapige kura sharuki ubaanendelea na shughuli zako kama kawaida, kwa sababu ni jambo na ni haki yako ya kufanya, kafanya haki yako, rudi, endelea kwa amani na kwa salama naba, na kwa utulivu, na usipoteze haki yako ko kuto kwenda kupiga kura <tinyo>